Nchi ya Siria sasa itajiunga na muungano wa kimataifa unaopambana na kundi la dola ya kiislamu IS, maarufu kama Islamic State, hatua inayotajwa kama mabadiliko makubwa katika sera za Marekani za mambo ya nje katika Mashariki ya Kati. Taarifa hiyo imethibitishwa na afisa mwandamizi kutoka serikali ya rais wa Marekani Donald Trump. Tangazo hilo limetolewa baada ya Rais Donald Trump kukutana na rais wa Siria Ahmed Al Sharah katika ikulu ya White House, katika ziara yake ya kwanza ya kiongozi wa Siria katika historia ya Marekani. Katika mahojiano na televisheni ya Fox News, Al Sharaa alisema kuwa ziara hiyo ni sehemu ya enzi mpya ambayo nchi yake itashirikiana na Marekani. Trump ameonyesha kumuunga mkono Al-Sharaa ambaye hadi hivi karibuni alikuwa ametajwa na serikali ya Marekani kama gaidi. Syria sasa itakuwa nchi ya tisini kujiunga na muungano wa kimataifa na walenga kuangamiza mabaki ya kundi la Islamic State na kudhibiti mtiririko wa wapiganaji wa kigeni kuelekea Mashariki ya Kati. Baada ya mkutano huo Afisa wa serikali ya Marekani alithibitisha pia kuwa wizara ya fedha kwa kushirikiana na wizara ya mambo ya nje na biashara zitatoa hatua mpya za kuondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Syria na kutoa ufafanuzi wa kisheria kwa wawekezaji. Miongoni mwa hatua hizo ni kusitishwa kwa muda wa siku 180 kwa Caesar Act ambayo tangu mwaka elfu mbili na kumi na kenda ilikuwa imeweka vikwazo dhidi ya serikali ya zamani ya Syria. Akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi ya Oval, chache tu baada ya mkutano huo, rais wa Marekani Donald Trump alisema tunataka kuona Siria inakuwa nchi yenye mafanikio makubwa na anafikiri kiongozi huyu anaweza kufanikisha hilo, alisema Trump. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Siria na Marekani ulikatizwa mwaka elfu mbili na kumi na mbili chini ya rais wa wakati huo Bashar Al Asad, lakini sasa Marekani itairuhusu Siria kufungua tena ubalozi wake mjini Washington. Huu ni mkutano wa tatu kati ya viongozi hao wawili kufuatia ule wa mwezi Mei, mkutano wa Baraza la Ushirikiano la Nchi za Guba na chakula cha usiku wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mwezi Septemba. Ziara ya Ahmed Al Shara katika White House inahitimisha mabadiliko makubwa ya taswira yake ya kisiasa. Na hapo awali Al-Shara alikuwa kiongozi wa tawi la Al-Qaeda ambalo ni kundi linalohusika na mashambulizi ya Septemba kumi na moja nchini Marekani na mengine mengi kabla ya kujitenga nalo. Hadi mwaka huu Ahmed Al Shara alikuwa kiongozi wa Hayati Tahrir al Sham, kundi la wanamgambo la Kiislamu ambalo Marekani lilitambua rasmi kama shirika la kigaidi hadi miezi minne iliyopita, na kulikuwa na zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa atakayemkamata mkamata al Shara. Wizara ya fedha ya Marekani ilimtoa al Shara katika orodha ya magaidi wa kimataifa walioteuliwa maalum wiki iliyopita tu. Tangu achukue uongozi wa muda wa Siria, Ahmed al Shara amejitahidi kubadilisha taswira yake hadharani kujenga upya Syria kwa msaada wa kimataifa baada ya vita vya zaidi ya miaka kumi na mitatu. "Amevuka kipindi kigumu," Trump alisema na kuongeza kuwa na kwa kweli, kama usingekuwa na kipindi hiki kigumu, usingekuwa na nafasi hii. Katika mahojiano yake, al Sharaa alisema yeye na Trump hawakujadili kabisa historia yake, bali walizingatia hali ya sasa na mstakabali wa Syria kama mshirika wa kijiografia na kiuchumi wa Washington. Hata hivyo, utawala wa al-Sharaa umekumbwa na mauaji ya wanachama wa kabila la wachache la Alawite nchini humo, pamoja na machafuko kati ya wa wapiganaji wa Kisumi na Bedun na wanamgambo wa Drus. Hata hivyo, Al-Sharah ameahidi kuchukua hatua dhidi ya wanajeshi na maafisa wa usalama waliohusika na kiukwaji wa haki za binadamu. Trump kwa upande wake ameendelea kumunga mkono Al-Sharah akimtaja kama kijana mwenye mvuto na mpiganaji. Mwezi Juni rais Trump alisaini amri ya rais ya kuondoa vikwazo dhidi ya Siria ambayo ikulu ya White House ilisema ina lenga kusaidia safari ya nchi hiyo kuelekea utulivu na amani wakati huo serikali ya Marekani ilisema inafuatilia hatua za serikali mpya ya Syria ikiwamo kuanzisha uhusiano wa kawaida na Israel na kushughulikia magaidi wa kigeni pamoja na makundi yenye silaha yanayofanya shughuli nchini humo hii ni Msasa Media